One, two. Yeah, punch moja nayolenga kwa uumwamba skopeshi ni mgambo ila na koti la kijeshi. Anaonekana kabisa, yani hawezi ya yeah. Kajiunge group la wezi, una jinzi fulani vila kishamba Ebwana, yani wewe sio mamba, una rangi fulani vya kitoto nyeupe kabisa ise una uroto yani, ulivo na kicheni cha dola Kibwengo na kulipwa kwa kombola, una nichola macho kwa katuni. Kwa taarifa yako hapa, undoki na shilingi kumi na kuchana na kubadilisha mchizi na singlendi laki ya masizi unaonekana kabisa huna uwezo na kufanya nini na kufanya matengenezo na kupoteza kabisa, mzee baba yangu nyeupe, wewe chaf yako raba japo jodani na kuficha kwa pani na hakikisha na kurudisha kwako nyumbani. Umeingia chaka umekutana na mnyama jinsi imechoka mc na kukanya, umekutana na mtu mbaya, nitakufanya kitu ambacho hata mama yako hakukufanya, rudi nyumbani Naona shati ni chafu, inanukia moshi wa majani na kupoteza kwa lamani. Umenikuta kwenye mjengo leo na kufuta dijina, wewe Kibwengo. Yes, naona chepe ya kugushi mtoto fulani, inaonekana umetoka bushi na laba flani. Naona pia nzaki zushi, ndomaana laza boy na kuchoma kaki pepe rushi. Yes, hii jinzi ya kuokota kwenye bato, mtoto unashoboka Najua kama ganja dogo na sokota, lakini leo mbona umeisha kwa dota? Yes dogo janja, ntakutibu nakupa mahesabu fulani ya kia sibu. Dogo nitakuvunjia ukuni wa kichwa, ili turudi kwa tamaduni, utafichwa. We mtoto mdogo, naona umekuja weusi, lakini unataka ujibusi na mkologo, ndevu kama brashi ilochoka. Naona kwenye biti dogo janja unalopoka Okay, so ni G Kibwengo na Izra 29 kidogo, pameanza kuwaka, au sio? Pima Wenge, mimi natamani nipate round nyingine bwana, mmebamizana vizuri kabisa, kiasi kwamba binafsi napenda pia nione round nyingine. Kurango mingi enda kwa Izra 29. Okay, so hizo mpata kula moja lakini haitokutosheleza. Yeah. Yeah, yeah. Let's get it. Uh, yeah. Him, yeah. MC mdogo mdogo una hata mwonekano, Game umevamia, rudi ujifunze michano. Yes, mtoto kwa umekulupuka kwa hiyo kosa za boy kukicho kusala luka na kufumua, umekutana na mbwa mwitu utaondoka, mto mdogo janja upati kitu Nezi, buti zako zako zako zakwazima wewe kama kishungi leo nakuzima, sinione sina chembe mimi mwenyewe mtu mzima. Rest in peace gwe, nakuzika kwa heshima na kupoteza kabisa kwenye bato. Naona unakuja dogo njanja una minato hapa, dogo umekutana na alafu hata mia dogo upati yes na fataki na kutongoza, naona unapenda chapati kwanza masikio kama site mila dogo, mkikucheki unazidi nipa sila, navuta taswira. Naona nyuma una unakichuguu kama dogo una chambia amila yes, mtoto mdogo uniwezi, labda nkurudishe kwa malungu Mbezi na kuona dogo janja kama ndezi ya yeah, yeah, uh, mtoto mzuli uwezi na Kibwengo kufaiti langi nyeupe na isi ni kalolaiti. Hiyo michano yako yako ni bule, mtoto mzuli unasoma shule wai shule masomoni, uwezi kabisa mikibwengo, kabisa kujengoni ya na kupoteza kwa hii mistari, ludi kabisa kakate kachumbari. Una mikono yani, mikono laini, sidhani kama Songa we hata kusaini. Unaonekana kabisa yani ka bwege, unaonekana mchizi fulani lege lege ya kikono kimoja kwenye mfuko otuaminishe kwamba na wewe hapa upo ha, una unakuna kisura kama mchumba. Kwani Mwenyezi Mungu Bwana najua kuumba, kaumba watoto wenye mvuto kama huyu. Panga moja chuka na angusha mbuyu. Sikiliza Kibwengo na jinsi navyokuchana, ludi kabisa, mpila ntakupiga danadana. Unaonekana kabisa, mikono umeiweka kama vile kwenye mlingo mieleka, ninavyokuteka mba usiojio kubweka. Unanuna mtoto mzuri, basi tuonyeshe kucheka wenge. P Mawenge uh, mi bado nimesikia mashambulizi sare, bado hata ataitatoa sawa. Mimi ah, kwa upande wangu nawapitisha wote. Okay, ni drop. Woteni nawapitisha wote. Sare pia. Kwa hiyo tunarudia tunarudia raundi nyingine au vipi? Yeah, yeah. Na mtafuna utafikiri ugali na mkunga, naona nywele zake dogo kanywa unga, unga na visigi vyake halafu na vikope, diamond ya kusajili ukacheze yope na kupaka matope kabisa, na ikifunguo we sijui, mtoto ulokimbia chuo elimu funguo, blaza umeshapoteza mina vesi mingi kama mikia ya yakweza, kasula kazuli kabisa na mkufu na mchana ni kwa moyo mkunjufu afu ana harufu mchizi, yani ananuka ebwana. Huyu nani kamleta hapa kwa mizuka? anaonekana kabisa huyu hayawani, lastamani asiyevuta mjani na mkalisha kwenye ibato, angamie siku nyingine, kuchezea vibwengo sirudie na kuangamiza kwenye ibato mbele ya mablaza, naonekana weni kabisa mtoto amaza, kwenye ibato leo mimi nakulemaza. Kasula kizuri kwa nini unawaza, ya yeah. na kuandamiza, kila beti mtoto mzuri huyu, usiku kashushe neti. yeah, yeah. let's get it. yeah. Kibwengo mguu mmoja leo nakufanyia mazishi na kutema malaya kama vile matapishi, mekuja kwa staji umekutana na nikimbishi, kwa hiyo haina budi na ona leo tukufanyie mazishi. Naona chepe leo naondoka nalo zaza boy, kwanza ujui kutinga taviwalo We ni wa wapi au wabuza shaobalo? Naona kwanza kazi yako kuchimba mitalo, ikazi kujibandi. Naona una gishundo kama mtoto kama nandi. Yes, naona kama stimu wazipandi. Hapa tumekuja kufanya kachi, yes, na wakilisha kama ukawa ulizani. Takufutisha wili na kuchangajia madawa na masikio mabaya kama upawa. Dogo janja utanyonya, yeah, FC dogo Unga robo, zaza boy nkiwa kwenye stage sitaji shobo na hivi vibuti, ukamatwe na jeshi ndo utajua kama zaza boy, mi sichekeshi, sikopeshi na kulewesha, ulizani bia kwenye konyagi leo unavesha s. Yes, utakuvutisha ndumu nyingi, naona shati hili dogo janje la kipimbi bwana. Yeah yani mimi ndo ngekwana mimi ndo jaji mmoja na ngekwana... Naweza kujaji upande wa Mansuli na wa P pia, ningeambia jamaa akapumzike, wamepita wote uh -huh. Kwa upande wangu sijui kwa ndugu yangu Mansuli na P. Okay. P. Uh, Izra. Yeah, Izra. G Kibwengo. Around Izra naona ameshambulia zaidi mwanzo mpaka mwisho. Okay. Izra 29. Mansuli since the start. Bana, mi mwenyewe raundi inaondoka na Izra. Okay, so dakika za mwishoni kabisa, Izra anafanikiwa.